Uwepo wa huduma hii ya MRI ni hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa mfumo wetu wa afya kwani utawezesha wagonjwa kupata uchunguzi wa haraka, sahihi na wa uhakika, jambo litakalopunguza kuchelewa kwa matibabu, kuokoa maisha na kupunguza gharama kwa familia na serikali kwa ujumla. Huduma hii itaongeza pia uwezo wa madaktari wetu kufanya maamuzi ya kitabibu kwa ufanisi zaidi, sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika sekta ya afya. Napenda kuitambua na kuipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa maono yake ya muda mrefu ya kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya afya, vifaa tiba vya kisasa na huduma bunifu, kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora, salama zenye ubora na zinazozingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. Uamuzi wa kuanzisha huduma ya MRI hapa Pemba unaonyesha wazi dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Dkt. Hussein Ali Mwinyi ya kusogeza huduma muhimu karibu na wananchi, kupunguza rufaa zisizo za lazima, kuimarisha usawa na upatikanaji wa huduma na kuboresha ustawi wa jamii. Kukamilika kwa ujenzi wa jengo hili na kuanza rasmi kwa huduma ya MRI hapa Pemba kunatoa fursa kubwa ya kuimarisha kwa kiwango kikubwa huduma za afya kisiwani Pemba. Huduma hii itapunguza kwa kiasi kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda Unguja na hata nje ya Zanzibar na kupunguza gharama kwa familia, kuokoa muda na kuongeza uwezekano wa kugundua magonjwa mapema na kuokoa maisha ya wananchi wetu wa Pemba. Aidha, mradi huu utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi takriban laki tano na tisini na mbili elfu wa hapa kisiwani Pemba wakiwemo wanawake wenye umri wa kuzaa wapatao laki moja sitini na tatu elfu ambao ni kundi muhimu sana katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa taifa imara Mheshimiwa Rais, katika sekta ya afya ndani ya mkoa wetu wa kusini Pemba ametufanyia mengi sana, ambayo kwa kifupi tu nikiyataja, niseme pia, katika jengo hili ama katika hospitali yetu hii ya Abdulla Mzee, ametuzindulia hapo nyuma huduma za ICU ambazo huduma hizi ilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa wananchi wa Pemba nzima, lakini pamoja na hiyo pia katika hospitali hii tunazo huduma za kusafisha damu kwa wagonjwa wa figo, ambapo hapo zamani huduma hizi tulikuwa tunazifata aidha Unguja ama Tanzania bara.